Na mtazamaji, serikali imeagiza ukaguzi wa wanafunzi katika maeneo mbalimbali nchini ili kutathmini sababu za maelfu ya wanafunzi wa gredi ya kumi kutofika shule hadi sasa. Hii ni baada ya wizara ya usalama wa kitaifa kukiri kuwa ni asilimia 60 pekee ya wanafunzi walioripoti shule kufikia sasa. Haya yakijiri huku wanafunzi zaidi waliofanya vyema kwenye mtihani wa KJSEA wakisalia nyumbani bila uwezo wa kujiunga na shule walizotakiwa kujiunga nazo. Na kama Safini Ochengo Uma anavyoarifu, wataalamu wa elimu sasa wanaonya kuwa mzigo mzito wa mtaala wa CBE sasa unatia wasiwasi wasi. Takriban wiki moja tangu wanafunzi wa gredi ya kumi waripoti shuleni katika kijiji cha Magenche mpakani mwa kaunti za Trans Nzoia na Kisii, Grace Ombui angali nyumbani licha ya kupata pointi 65 katika mtihani wake wa KJSEA. Familia ya Grace haina uwezo wa kufadhili masomo yake. Hata huko penye alikuwa anasoma sikukuwa hatukukuwa na uwezo. Uwezo wenye tulikuwa nayo ni, ni kuchukua mbao kidogo kidogo, angalau walimu wakamwachilia akasoma huko. Ndio masaibu ya familia ya Nixon Baraka kutoka Kakamega aliyepata pointi 68. Na Baraka anatarajiwa kuripoti katika shule ya wavulana ya Butere, lakini gharama imemlemea na anahofia kuwa ndoto yake ya kusomea udaktari huenda ikadidimia. Watoto wanachukuliwa leo, siku ya mwisho. Sijui nitafanya nini. Sina mbele la nyuma. Yeyote ambayo anaweza nisaidia akuja anisaidie. Kutokana na ripoti za kila siku kama za Grace na Nixon, serikali imetangaza kuanzishwa kwa ukaguzi maalum wa kubaini wale ambao bado hawajafika shuleni kwa masomo ya sekondari msingi, ikiwemo kampeni ya nyumba hadi nyumba, kushirikisha jamii kuangazia sababu zinazochangia wengi kutoenda shule, kando na kuimarisha basari kwa wanafunzi kutoka familia zisizojiweza. Serikali tayari imeongeza muda wa usajili wa wanafunzi wanaojiunga na gredi ya kumi hadi Jumatano ijayo kwa lengo la kufikia mpito wa asilimia mia moja. If you are extending a journey and you don't know that my leg is broken wherever I am, how will I take the journey? I am unable to walk. Even if you extend it by 100 days, I'm still unable to walk. hata hivyo maswali yameibuka kuhusu gharama ya juu ya elimu chini ya mtaala wa CBE, wataalam wa elimu wakisema kuwa badala ya kuwapa wanafunzi afueni umezidisha mzigo The there. Kulingana na ripoti kutoka kwa Wizara ya Usalama wa Ndani ni asilimia sitini na moja ya wanafunzi ambao tayari wameripoti katika sekondari za juu mbalimbali kote nchini S